Kwa hiyo tunaendelea kwamba kutoa mimba kabla ya kupuliziwa roho ni haramu. Pia katika upande mwingine wa baadhi ya ulamaa wadhaba dhalika, aghlabu alfuqaha, fuqaha wengi maulama wa fiqh wanaona kwamba ni haramu, na hadithi wa dalili wa hadithi sahiha. Kuna hadithi nyingi afadat anna takhliqa yabda fi nutfa zinazojulisha kwamba uumbaji yani zile sababu ambazo zinaopelekea wanachuoni baadhi ya fukahaa kuharamisha kutoa mimba kwa hatua zote, sawa. Sasa ni changa na mwezi mmoja, yaani kutoa mimba kwa ujumla wake maulamaa wanaona ni haramu, sawa. Wanasema hadithi ambazo zimekuja ni sahihi, zinafidisha kwamba kuumbwa, at-takhlif, kuumba

ile maji ya uzazi atakapopitiwa maji ya uzazi siku 42 mbili, wafi riwaati bidhu waarbaina laila. Na riwaya nyingine kuja sehemu katika 40 ba'athallahu llahu malikan, Allah namtuma malaika, yaani baada ya kuingia mafuko yale maji ya uzazi yakifika siku ya 40, hadithi nyingine hiyo, anakuja malaika sawaraha, anampiga sura yaani maana anamtengeneza anam umbile na nani ka, samaha, maskiwa, wabasara, choyake, nanguzi, nanyama, na mwanadamu wa khalaqa sam'aha, anaumba masikio wa basaraha, na macho yake wa jildaha, na ngozi wa lahmaha, na nyama wa idhamaha, na nini na mifupa yake. Hii ni arobaini za mwanzo, makadirio kama tulivyotaja hapo mwanzo wa darasa kwamba Makadirio manadamu yametengenezwa mara ngapi? Mara mbili, arobaini ya kwanza kisha arobaini kisha arobaini zile zinazofuata za pili, sawa. Kwa hiyo na pia katika kitabu cha Jamiul Ulum wal Hikam cha Ibn Rajab anasema, rakhasa taifatu min al ulama minal fuqahaa, kwama meruhusu kundi moja katika ma mafuqahaa wamemruhusu mwanamke fi isqati ma fi batniha, kutoa mimba kilichokuwa ndani ya tumbo lake, ma lam yunfakh fihi ruhu, kwamba watoye kilikichokuwa ndani ya kile ambacho kabla hakijapuliziwa roho. Wajaaluha kalazli, wakaifanya jambo hilo ni kama azli, wakaifanya kwa nini? Alazli taarifuna mamanazli Alazl, yaani fahamu weye ndoa wale, mtakujiona nini? Al alazl inakuwa ana vitoto vingi hapa yale ambayo yamekaa mkenge wanaelewa sana kuliko yale ya muhimu. Niposema watu wazima, mtu ana ishara ya kuonyesha macho, sema basi sema machoa ni Yani, ni ile mwanamume ni mwanamume oniache n wacu wache kala azli, wanasema kama ni kama mfano wa azli wa huwa kauli dhaifu, wanasema ni kauli dhaifu liana aljanina wanasema kwa sababu kile kijusi waladun inaqada warubama tusawira wenda ni kijitoto ambacho kitayari kishaa kisha fanini kishaumbwa. Kwa hiyo iwezekana kwa kusema kwamba tukitoe hata kama kina mwezi kina siku 40 zile ya siku 40 kabla kijapulizia roho, labda ndo mimba imeingia na siku tatu, ina wiki, baadhi ya maulama naona nini

takuja na maneno ya Shekh Bin Utheimini kunako ku jambo la kutizama mimba. Je, yafaa kuitoa kwa sababu gani? na sasa katika hali ambayo tuko nayo leo hii sawa, lakini kutoa mimba, tubaki na msimama wanachuoni kwamba itabaki kuwa ni haramu kutoa mimba. Ni nini haramu <tabuja> na hadithi hii imetuonyesha zile atua za nini za uumbaji kwa Allah tabaraka wa taala. Mwanadamu anaomba kwa hatua ngapi? Tatu. Hatua ya kwanza ni siku ngapi? arobaini. Ya pili arobaini. Baada ya arobaini wanasema arobaini kuelekea hamsini, anaku, anaku, anakuja malaika. Yani baada ya kumaliza zile arobaini, zile mia moja ishirini. Sasa kuelekea mwezi wa tano ndio anakuja malaika tayari. Mwanamke mimba inakuwa ile, akishapuliziwa roho kile kitoto kinakuwa, mwingine anaona kinacheza cheza saa au anasima kupiga mateke si ndio? Kwa hiyo wakati ule anakuwa tayari shakuwa mtu mwingine. Kuitoa pale unaua, kutoa pale unafanya nini? Unaua. Na sasa hivi kumerahisishwa ni mtu, na vidonge vyako tu unaweka chini, vingine vinawekwa chini ya ulimi, inatoka tu kama kama damu lakini kisha kuwa kubwa, madaktari hawashauri kutoa. Baada ya kupuliziwa, yaani ndani ya miezi mitatu, nakwambia usitoe mimba. Kama ina miezi mingapi? Mitatu, anakwambia usitoe, ni kifo. Kwa sababu tayari huyo anaelekea ana yule hatua yenyewe, sindio? Miezi mitatu, sindio? Anapuliziwa roho akiwa na miezi minne, kuelekea mwezi wa ngapi, wa tano, sasa Ukiitoa mimba ndani ya miezi mitatu, madaktari wanakuambia haifai. Wengine wanakuambia usimeze vidonge ikiwa na miezi mwezi mmoja. Kama ijafikia mwezi mmoja ni vyepesi, maana akijijua tu ameanza kutapika anakwenda kutafuta vidonge, sawa. Pia kuna hatari kwa karibu kizazi kujisababishia ugumba, sawa. Uenda eh, we kumbe wewe Allah amekadiria una kayai kamoja we. Hapo hapo umekamezea kidonge, kikatoka. Baada yako unaanza kusema nini? Nimerogwa, nime mimi, mbona nyumbani watu wanazaa si ndio? Dada akiangalia dada ana watoto kama ishirini tu wanasahau majina yake, akiangalia kaka yake ana watoto saba ana watu, afu yeye kumbe Allah alikuwa amekadiria apate yai moja, afu ile yai moja kalibeti. Kwa sababu sasa hivi ana wanabeti wazinifu, wewe unazaa kweli? Twende tukabeti kwanza, akipata mimba afu anaitoa, aafu ndo anafunga ndoa, kama kubeti kwa manaswara wasukuma anamjaribu ndani ya miya... watoto, watoto wanne. Anazaa, watoto wanne. Eti anamjaribu kama anazaa watoto wangapi, wanne, afu ndo wanafunga ndoa, watoto, vitoto vinaenda shule. Eti unaona jitu zima, eti mnafunga ndoa. Wewe ulikuwa wapi? Unafunga ndoa gani na testi, kama unazaa? Ndo kubeti, usibeti kwenye mimba haramu baadaye kuzaa vitoto vya kubeti tu ndio vingi, wana halali vitoto vya kubeti havisikii vichwa vigumu. nasalullah salamata wal afiya hu, ukitaka kuihifadhi funga ndoa azai tamatta, sawa? Kama azai muoa ndio maana kuna adabu na sunna kabla ya kuoa, sawa. Kujaliendea jambo kwanza, tizama watu naoa, sawa, utizama nani, sio sio kuchukua simu ukamtafuta mtu kesho, tufunge ndoa, sawa. Unaweza ukamuoa kwa mchawi. Kila siku ukiamka umechoka wewe, kumbe huko Tabora unalima, kumbe huko wapi unalima. Tisama ni nani unamuoa, kumbe mwanamke ambaye ni mzinifu atosheki Sawa, naaza kukwambia wewe eh, hauna kuwa tu rijali, nakwambia hmm. Wewe hudubati saudi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 Sawa, wewe ndio uliokosea mwenyewe. Usherie kuonyesha angalia fadfaru bidhati dini tarbatiyadaka. Sawa, moye mwanamke mwenye dini. Sasa mwenye dini ndani alifika sana, aliosoma mtawasita tamjua hiya tatakhallaqu bi biakhlaqi hamida, mwanamke ambaye anakuwa anajipamba na tabia nzuri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 Sasa hapa namtafuta, panamtafuta. Kwa hiyo wanaona vibovu ustazi, washai ah ustazi, ustazi wenda. Hapa mtu anamwangalia ustazi, hapa ustazi anwali hapa, inshallah <laughs> wakati huko alipopita amepita mikiki mikiki sasa, mikiki imefikia mi ukomo wake sasa, ila anaswali sana, atanibadilisha atani ubadilike wewe. Na uno mtani tulikuwa nao akikaribia kuolewa pale, ndo anatafuta nikabu, anawaidha, anasoma sana, ajifanya sana msikiti, anasoma sana kizuri, wakitokea huko